Unajua, kuongea ni rahisi sana kuliko kutenda eh. natamani tamani, ingekuwa ni vyepesi na kwa haraka kama unavyosema, ila sio kazi rahisi kusahau mapendo yangu na kujitolea kwangu kwenye maisha yake. Kinachoniuma zaidi ni kujua nafasi alionipa kwenye maisha yake, kumbe sikuwa na makazi ya kudumu nilihitajika kwa sababu ya msaada wangu tu na sio mapenzi kama nilivyodhani. Nawezaje kuamini kuwa yote matamu alioniahidi ilikuwa ni danganya toto? Hivi mama, unaongea vitu gani wewe? Hivi unajua ni jinsi gani nilivyochanganyikiwa? Tatizo unataka mambo kwa pupa. Ndoa unaitaka, uhuru unautaka, chagua moja, kusuka au kunyoa binti. Japo Amina ni rafiki wa Tina lakini ana chuki na yeye hata kama huwa Tina anamwongelesha vizuri. Amina anasema kuwa Tina amesahau maumivu aliyompatia hapo awali. Ilhali Amina yeye hajasahau kwani anayetenda kibaya huwa anasahau bali anayetendewa ni vigumu kwake kusahau. Kumbe Amina amelipa Tom kusambaratisha ndoa kati ya Tina na Amina ili Tina ahisi uchungu namna Amina alivyohisi. Utashangaa ni nini hicho Tina alifanya, bali tutakuja kujua mbeleni. Amina anamkumbusha Tom afanye kile Amina amemwagiza kufanya, bali asizame penzini la Tina akasahau lengo lake. Tina ameshasahau maumivu aliyowahi kunipatia, lakini kamwe mimi siwezi kusahau wala kusamehe. Lazima alipie dhambi zake. Nitahakikisha namfanya sikie maumivu aliyosikia mimi. Ndio, ni rahisi sana mtu kusahau jua ubaya anaofanya, lakini ni ngumu sana mtu kusahau juu ya ubaya huo aliofanyiwa. Nitaisambaratisha furaha yake kabla ya kumkumbusha alichowahi kunifanyia. Ah, Amina. Tina ni dhaifu sana linapokuja juu swala la pesa na kwa muda mfupi sana nimejua madhaifu yake yote, na ndio maana nakwambia hii ni kazi nyepesi sana, ni sawa na kumsukuma mlevi. Usifanya makosa, Tom. Tina ni mwanamke mrembo sana, usija ukazama kwenye mapenzi yake ukasahau kazi nilokutuma. Ah, najua miiko ya kazi yangu, usijali bosi, nitamfanya ajihisi kuzimu ingali yuko hapa duniani. Kevi tayari ashakata kauli ya kuondoka kwenye nyumba ya Tina na mamake, kwani hawezi kuvumilia kashfa ya mama mkwe na maneno yake, kwani yanachoma moyo kupindukia. Kijana wenyewe ashakata tamaa, kisa yeye si rijali tena mbele ya mama Tina. Tina nalia na kumwomba asiondoke, bali waweze kuzungumza, lakini Kevin alishamua atatoka na aende mbali, sababu maneno yale Tina aliyaongea jana bado yanakimbia kwenye akili yake, na ni vigumu kutoka. Kashfa na maneno ya mama yako nadhani nayaweza. <laughs> mimi sio lijali tena mbele yake, nikisimama nitazami kama mwanaume ambaye yuko na mtoto wake, nawezaje kuishi kwenye mazingira hayo, Tina nimeamua kwenda mbali kuepusha matatizo yasiyo ya lazima. Acha tumalize hapo, mengine atafuata, tunaweza tukazungumza ili, tafadhali na kuamba mume wangu, mimi ni mke wako sawa na kusema, lakini mtu ambaye anapaswa kunirekebisha ni wewe mume wangu. Sina hiyo nafasi, naitoa wapi? Kipi naweza nikakwambia ukasikia? maneno ya kashfa mlionitolea ulipokuja na yule bwana wako sijui nani yako sijui mfanyabiashara mwenzio sijui bosi wako bado yanazunguka kwenye kichwa changu Tina, naweza kuwa maskini lakini siwezi kuwa mjinga, siwezi kuwa mtumwa, siwezi kuwa limbukeni kwa sababu ya umaskini wangu. Neli naye amekuja kwa Maya. Maya anashtuka sana kumwona Neli mlangoni pake na anapomuuliza amekuja kufuata nini, Neli anajitetea kwamba hajakuja kuomba msamaha bali tunajua ni msamaha amekuja. Anajilaumu kwa sababu ilipaswa amwambie Maya kile kilichoko moyoni mwake, lakini akaenda kuambia marafiki wake. Anasema anaumia maana amemsaliti na kumuumiza Maya kiasi kwamba yeye pia anajutia kile alichokiongea, lakini kama ili ilivyo hawezi kataa kile alichokiongea mwenyewe. Maya anamfukuza na kumwambia afute kumbukumbu zao na asahau kama aliwahi kutana na mtu anaitwa Maya. Umesema ujija kuomba msamaha, umekuja kufanya nini? umekuja kunionyesha jinsi gani ulivyo mnyama si ndio? Na utamani sana msamaha Maya, lakini sifikiri kama unaweza kunipa. Hujui ni jinsi gani ninavyojisikia vibaya Maya lakini, na kuona aibu mbele yako, lakini nawezaje kuyabadilisha maneno ambayo nimeyatamka mimi mwenyewe. Neli, naomba uondoke na kwenye kichwa chako futa kumbukumbu kumbu zote kumuhusu Maya. Najua nastahili yote hayo lakini, kama ukinipa nafasi moja, tunaweza kuyajenga upya. Hivyo nadhani naweza nikawa mjinga tena kwa mara ya pili? Ushajaribu kuvaa viatu vyangu ukaona saizi yake? umenidanganya sana, umenichezea sana. Hivi wewe ndio ungekuwa ndo mimi, yani ungekuwa unajisikiaje? Nimekupa mapenzi, nimekupa pesa, nimekupa kila kitu. Kumbe nilivyokuwa napanga mipango ya maisha na wewe, ulikuwa unanichola tu. Umenipa darasa kubwa sana, nili sizani kama nitakuja kufeli tena. Maya, tafadhali naomba unisamehe. <laughs> Ulisema ujeja kuomba msamaha? Unaongea nini kuhusu msamaha? Toka nyumbani kwangu, Neli! Toka nyumbani kwangu!